Ambapo wakazi wa maeneo ya Nguni huko Mwingi Mashariki wanaitaka serikali kukamilisha ujenzi wa kituo cha polisi cha Katumba ili kuimarisha usalama. Kituo hicho kiko kwenye mpaka wa kaunti za Kitui na Tanariva. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, matatizo ambayo huwa wanakumbana nayo yanahusu mizozo kati yao na wafugaji wa ngamia, mizozo ambayo mara nyingine husababisha maafa hili ni sababu kubwa ambayo walishangamia wanakataa tukijenga police station ya Katumba. Gavana mwenyewe amezungumza siku ya leo, akasema amejenga police station along the border, kila wodi ni nguni tu, ambapo hatuna police station. Tuliweka pesa pale tujenge police station ya Katumba, tukifika mahali pale tunafukuzana na walishangamia na wauni wengine hapo. Police station si ya mtu, tunasema police station inasaidia watu wa Tana River na pia inasaidia watu wa Kitui. Sisi tunaomba rais akikanyaga Kitui tu aveane security ya kutosha, ende ajenge hiyo police station. Ikiwa sio hivyo, raia ya area hii sisi tukusanyike, atupatie lori twende huko tujenge hiyo police station, sisi tuisimamie yenyewe yeye. Tena mimi naweza sema rais mwenyewe anaweza sema security iko Wanafunzi wa shule ya upili ya